Ujambo na karibu, langu jina ni Maskini Msomi, na hii ni Maskini Msomi TV, na lengo langu siku zote ni kuhakikisha kwamba unapata uondo wote ambao unajibuka nje na ndani ya nji. Taarifa ambayo imesambaa kutoka kwa katika mitandao ya kijamii ni kwamba eh, swala nzima ambalo tumepata ya kwamba jana ilikuwa ni siku ya kuzaliwa ya Diamond Platinumz na tumeona ya kwamba wasanii wengi sana na na wale ambao kwa karibu naye wamemtakia heri njema, lakini kile ambacho kinashangaa ni kwamba aliyekuwa mpenzi wake Diamond Platinum ambaye anafahamika kama Zari the Boss Lady, mpaka sasa amekausha, hajatoa tamko lolote kuhusiana na siku ya kuzaliwa ya Diamond Platinum. Tumeona ya kwamba Zuju amemtakia heri njema ya kuzaliwa na wasanii wengine kibao ambao wanamzunguka msanii huyu maarufu sana Diamond Platinum. Lakini kutoka kwa Boss Lady Zari, hajatoa tamko lolote, amekausha, hajamtakia heri njema, na tunafahamu ya kwamba Zari alikuwa mpenzi wake Diamond kipindi ambacho kilikuwa hapa awali kimepita, eh, ni muda mrefu lakini pia ni, eh, ni mama mtoto wa wa watoto wake Diamond Platinum. Lakini mpaka sasa kuna kitu ambacho amezungumzia kuhusiana na hali hiyo, kipindi ambacho wengine wanasherekea siku ya kuzaliwa ya Diamond Platinum, Diamond Platinum akiwepo, lakini Zari mwenyewe amekausha kuonyesha ya kwamba mambo si mazuri, ni kama ya kwamba uhusiano haupo kati ya Diamond Platinum na Zari ambaye ni mama mtoto. Hayo ndio mambo ambayo yanajitokeza katika mitandao ya kijamii. Langu jina la salia kuwa Maskini Msomi na kutakia kila la heri.